Damu ni changamoto ambayo imekuwa ikiwasili wa watu wengi kimya kimya, na wengine wanatumia dawa lakini bado unakuta presha iko juu. Sasa leo nitakuonesha makosa saba ambayo ni ya kawaida yanayoharibu presha yako ya damu bila wewe kujua, au ni yani, vitu ambavyo vinasababisha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 changamoto ya presha au presha yako kuweza kupanda juu. Kosa namba moja ambalo linasababisha presha yako isipone au presha yako iweze kupanda ni kula chumvi nyingi. Na mara nyingi chumvi ambayo tunaiongelea hapa ni ni ile tunasema ni processed salt au tunasema ni table salt ambayo mara nyingi unakuta tunaimina kwenye chakula ile ambayo tunanunua dukani. Unapokula chumvi huwa inaongeza majimaji kwenye damu. Kwa hiyo unakuta mishipa inaweza kukaza na BP inapanda hapo hapo. Kwa hiyo nini cha kufanya hapa? Hakikisha unapunguza chumvi, epuka vyakula vya viwandani ambavyo vinakuwa na chumvi kabisa. Kwa hiyo chumvi inaongeza maji, ikishaongeza maji huwa inasababisha mishipa yako kuweza kukaza. Ni moja ya changamoto ambayo imekuwa ikikumba watu wengi sana, na wengi hawafahamu kama chumvi inaongeza chumvi, kama inaongeza chumvi, inaongeza presha, ina maana ina mishipa itashindwa kufanya kazi vizuri zaidi. Changamoto namba mbili ni stress ya kila siku eh. Unapokuwa na msongo wa mawazo kila siku, kuna watu unakuta na changamoto uh, uh, zati, lakini pia anakuwa na stress Eh, hii ni changamoto kubwa. Unapokuwa na stress, huwa inaongeza cortisol moja kwa moja na adrenaline moja kwa moja inaweza kuongezeka kwa, utakuta pressure inaweza kupanda ghafla au kupanda haraka. Ni kwa nini? ni kwa nini inapanda haraka? kwa sababu ya changamoto ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo kama una msongo wa mawazo, hicho ndo chanzo cha tatizo. Lakini pia hakikisha una subscribe channel yetu, ili uweze kupata elimu zaidi za kiafya. Tumekuwa tukielezeeni program namba moja ya kuweza kuondokana changamoto ya pressure. Moja ni kula milo miwili, natakiwa ule saa sita ili natakiwa ule nyingine kabla ya saa mbili ili uweze kupunguza changamoto ya pressure uh, uh, changamoto ya pressure. Kwa hiyo kama una changamoto moja kwa moja ya pressure, wasiliana na sisi leo tuweze kupeana program maalum unazotakiwa kuzitumia. Lakini pia unaweza ukajipatia resistance starch ambayo inapatikana uh, kwa kilo moja shilingi elfu 35. Hii ni chakula ni chakula ambayo imekuwa nzuri, ni unga unaoitwa Banakin, ni chakula ambacho kimekuwa kisaidia watu wengi wenye changamoto ya presha. Kwa hiyo kama wewe pia unateseka, basi kwa sababu pia nyingine inatakiwa uachane na wanga wote, ila resistance starch kama u, resistance starch starch kama inatumika kwa sababu ina fiber. Kwa hiyo pia ina potassium kwa ajili ya, ya, ya misuli moja kwa moja ya moyo, mishipa ya moyo, lakini pia ina magnesium ambayo ni nzuri zaidi lakini pia namba tatu, kutofanya mazoezi kutofanya mazoezi. Kuna watu wanakaa muda mrefu bila kufanya mazoezi, yaani wewe hata kugusa kukimbia, uwanja kuzunguka nyumba yako, kuruka kamba ufanye. Unapokuwa unakaa muda mrefu bila kufanya mazoezi, damu haitembei vizuri. Kwa hiyo tunasema unapokuwa unafanya mazoezi ah, ile tunasema exercise huwa inapanua mishipa ya damu. Kwa hiyo unatakiwa utembea at least kwa dakika 30, kwa siku itaweza kukusaidia moja kwa moja kukupunguzia kazia au changamoto ya presha. Wengi wamekuwa mkipata changamoto hii kwa sababu hamfanyi mazoezi. Sijajua wewe ni mara mara ya mwisho kufanya mazoezi ilikuwa lini? Taniambia hapo chini kwenye comments, ili tuweze kujifunza zaidi. Kunywa pombe na sigara. Pombe huongeza BP taratibu na sigara huharibu mishipa ya damu ambayo inapunguza hapo. Unachotakiwa kufanya ni hakikisha unapunguza au unaacha kabisa. Ni kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unakunywa pombe unapokunywa pombe tunasema, kwa siku ukinywa glasi tatu za pombe huwa inazuia uchomwaji wa mafuta ndani ya masaa nane mpaka kumi na mbili. Kwa hiyo masaa nane mpaka kumi na mbili mwili wako hauchomi kabisa mafuta, ambayo hiyo mafuta inapelekea kitu tunakiita ni badi Kolesterol. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha unashtuka. Hakikisha ndugu yangu una, una, hakikisha ndugu yangu unaondokana na changamoto ya pombe, lakini pia na uvutaji wa sigara, kwa sababu unaharibu mishipa moja kwa moja, ambayo mishipa ikisharibika, ni chanzo kimojawapo kinachopelekea pesha yako kwenda juu. Wadau wanasema inaenda, pesha yako inaenda viral. Lakini pia uzito kupita kiasi, mafuta uwe mengi kuongezeka mwili mwako, ni mzigo wa moyo presha inapanda hapa bila dalili hakikisha unapunguza kilo zako taratibu. Moja ya changamoto kubwa unapokuwa na mwili mkubwa, una probability kubwa ya kuweza kuwa na changamoto ya presha kwa sababu ah, yale mafuta. Ingawa presha haibagui, presha ni changamoto inayohusiana na mishipa. Kwa hiyo hata wembamba wanaweza wakapata na vibonge wanaweza wakapata. Kwa hiyo hakikisha unapata ah, unapunguza uzito ili mishipa yako iweze kuwa salama, na chanzo cha, cha presha ni mishipa, na ukipata tiba nzuri ya mishipa umeondokana na changamoto moja kwa moja aa, ya presha, kwa sababu mishipa ikishakuwa ikishakuwa imara na mishipa ikishakuwa ya, ya afya bora, basi utaweza kuondokana na changamoto hizi za kiafya ambazo zimekuwa zikitesa watu wengi za presha. Kukosa usingizi, usingizi duni huwa ina asili homoni za BP moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi unakuta aa, BP ina inapanda ina, ina, ina, ina ambayo tunasema ni blood pressure inaweza kuongezeka, unachotakiwa kufanya hapa, hakikisha unalala masaa saba mpaka nane yataweza kukusaidia kuondokana na changamoto hizi za presha kuweza kupanda au kuweza kusumbuliwa moja kwa moja na changamoto ya presha. Lakini namba saba tunasema kuacha dawa kiolela. Watu huacha dawa wakijisikia vibaya, wakijisikia vizuri, yaani hiyo ni changamoto ya Watanzania. Mtu anapojisikia tu vizuri, unakuta anakata jina dawa, unakuta atumii tena dawa. Hii ni changamoto kwa hiyo unakuta presha huwa inarudi kwa nguvu. Kwa hiyo hapa, ushauri wa daktari ni muhimu kabisa. Huwa tunasema hivi, presha ya damu inaweza kudhibitiwa kama utaepuka haya makosa. Kwa hiyo unachotakiwa, anza mabadiliko madogo madogo haya maisha yako leo. Hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo zituma uh, kila siku. Kama utakuwa na swali lolote, kama utakuwa na changamoto ambayo bado inakutesa, bado inakunyima usingizi, basi wewe kliniki ni furaha yetu kuona wewe unapona, na ni furaha yetu tukiwa tunakuhudumia, tukitamani kabisa uweze kuwa mtu wa afya bora na njema. Karibu na Mungu, apate kukubariki.